Akina dada muwe makini sana jamani, kama haujaolewa jitunze, jitunze, you lose nothing, jitunze, jieki kiheshima. Eh, subiria utapata mwanamume wa kisawasawa, atakaye kuheshimu, atakaye kupa hizo starehe ambazo unazikimbilia eh. Huyo birukem unamtesa sana. Leo unampeleka kwa huyo, anamchokora; kesho unampeleka kwa abdala mwingine, anamchokora. Jamani. Eh, alafu sasa hamuko tayari ku face consequences. We ukienda kupanua huko, unajua tayari mimba inaweza kuingia. Akiingia mtoto unakwenda tena kufanya dhambi nyingine ya kuua, unamtoa, unatoa mtoto, unatoa, unazitoa mimba kila kila siku. Yani wewe upo hospitali unatoatoa mimba tu, alafu inakuja wakati umeolewa, unatafuta mtoto na ndo haupati. Eh, unatafuta mtoto au upati, unaanza kumlaumu Mungu. Si simlaumu Mungu jamani, umefanya madhambi mawili ya kufuatana. Kwanza umefanya zina, pili umeua. Sasa hizi unahitaji mtoto au upati, kumbe mayai yote umeyatoa, ituu hizo umezitumia mpaka umeharibu kizazi. Jamani, tujiangalie sana, starehe aziishi kitu cha dakika tano kisikufanye ukajutia maisha yako yote. Sijui mnanielewa, nimemaliza.